Zikiwa zimepita siku mbili tangu Rais wa Marekani, Donald Trump atangaze kuziwekea nchi zote duniani ushuru wa kuanzia asilimia kumi hadi hamsini, masoko ya hisa nchini Marekani yameshuhudia siku nyingine ya hasara kubwa, huku ushuru huo uliowekwa na Rais Trump ukiendelea kusababisha hali ya kutabirika kwa uchumi wa dunia. Miongoni mwa taarifa za mwenendo wa masoko ya hisa nchini Marekani ulionyesha kuporomoka kama unavyoelewa kwamba biashara za hisa hutegemea ushirikiano wa wadau kutoka ndani na nje ya nchi husika. Hivyo kitendo hicho cha Trump kuweka ushuru huo kimeathiri hasa makampuni ya hisa ndani ya Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, wakati wa kufunga masoko siku ya Ijumaa, Dow Jones Industrial Average ilikuwa imeporomoka kwa asilimia 5.5, na Nasdaq Composite ilikuwa chini ya asilimia 5.8, S&P 500 ilishuka kwa karibia asilimia 6 kwa ujumla viashiria hivyo vitatu vilishuhudia kuporomoka kwa siku mbili kulikokuwa mb... kubaya zaidi tangu Machi elfu mbili na ishirini na nne wakati wa madhara ya kiuchumi yaliyosababishwa na janga la uviko 19 yalipoanza kuonekana. Kuporomoka huko kulifuata tangazo la Trump siku ya Jumatano kuhusu ushuru mpana wa kulipiza kwa karibu washirika wote wa kibiashara, ikiwemo wa ushuru wa msingi wa asilimia kumi kwa washirika wengi na ushuru wa maalum uliopanda hadi asilimia hamsini kwa zaidi ya nchi sitini akiripoti kutoka soko la hisa la New York, mwandishi wa Arjezila Cristen Salomni alisema kuanguka kwa masoko siku ya Ijumaa kulichochewa pia na tangazo la China la kutoza ushuru wa asilimia 34 kwa bidhaa za Marekani, kulipiza kisasi kikubwa zaidi hadi sasa. Na nukuu, hali yote imechochea hofu ya vita vya kibiashara vya kimataifa na uwezekano wa mdororo wa uchumi wa dunia, na ndivyo tunaona ikijitokeza kwenye masoko leo. Alisema mwandishi huyo. Kwa upande wake, Trump alibakia na msimamo mkali huku akihudhuria mashindano ya gofu ya, golf ya LIV kwenye uwanja wake wa Florida baada ya kulala usiku katika jumba lake la Malalago na nukuu, kwa wawekezaji wengi wanaoingia Marekani na kuwekeza fedha nyingi sana, sera zangu hazitabadilika kamwe, aliandika katika mtandao wa Truth Social ambao ni mali yake. Rais huyo pia alisifia ripoti mpya inayoonyesha kuwa Marekani iliongeza ajira takriban ajiratakriban laki mbili na ishirini na nane elfu mwezi Machi, zaidi ya matarajio, ingawa ripoti hiyo ilihusisha kipindi kabla ya ushuru huo kutangazwa. ka imara hatuwezi kushindwa, aliandika zelensi, trump katika akaunti hiyo ya mtandao wa Truth Social. Tukiora trump kuhudhuria tamasha la burudani wakati wa masoko yakiporomoka, alikupita bila kutajwa na wakosoaji wake. Kiongozi wa chama cha Democratic katika senati, Chuck Schumer, alisema rais alikuwa kwenye babo ya mabilionea kwa upande wake senata Ben Ray Lujan kutoka chama cha Democrats, alisema wakati wa Marekani wanahangaika kuweka chakula mezani, naona Trump yuko huko anacheza gofu. Wakati huo huo, baadhi ya wanachama wa Republican waliendelea kumtetea Trump huko, senata John Barasso akimsifu kuwa ni mtaalamu wa mikataba ambaye atapanga mikataba na kila nchi moja kwa moja. Siku hiyo ngumu kwenye Wall Street ilikuja huku mwenyekiti wa hifadhi ya shirikisho Fed Jerome Powell akitabiri kuongezeka kwa mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira kutokana na mpango wa ushuru wa Trump kuwa mkubwa kuliko ulivyotarajiwa. tunakabiliana na hali ya kutotabirika sana yenye hatari kubwa ya mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira kuongezeka, aliwaambia waandishi wa habari. Powell pia alivunja matumaini kuwa Fed inaweza kuchukua hatua za haraka kupunguza athari hizo, ikiwa ni pamoja na ombi la Trump, ambaye aliandika kwenye mtandao Truth Social kuwa huu ndio wakati mzuri wa kushusha viwango vya riba. Powell alisema ni mapema mno kuamua ni hatua gani benki kuu inapaswa kuchukua. Wakati huo huo, dunia iliendelea kutoa maoni kuhusu ushuru huo ambapo kamishna wa biashara wa Umoja wa Ulaya Maros Sefcovic alisema alimwambia waziri wa biashara wa Marekani Howard Lutnick na mwakilishi wa biashara Jamie Gria kuwa ushuru wa asilimia 20 dhidi ya Umoja wa Ulaya ni mbaya na hauna msingi Nanuku. Uhusiano wa kibiashara kati ya EU na Marekani unahitaji mwelekeo mpya. EU imejitolea kwa mazungumzo na maana halisi, pia iko tayari kulinda maslahi yetu, tutaendelea kuwasiliana, alisema Greer, mwisho wa kunukuu. Umoja wa Mataifa pia walizungumzia sera yao ya ushuru wa Trump, ambapo imeathiri sana nchi maskini barani Afrika na kusini mashariki mwa Asia zinazotegemea ushuru kuingia kuingiza mapato ya serikali. Nchi kama Lesotho, Madagascar na Laos zilipigwa ushuru mkubwa zaidi na utawala wa Trump ambao ulihesabu viwango vya ushuru kwa kugawanya mara mbili kile nchi husika kinachotoza kwa uuzaji wa bidhaa za Marekani. Mabadiliko haya ya kibiashara yanaumiza walioko hatarini na maskini, alisema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa biashara maendeleo, Rebecca Ginspan. Biashara haipaswi kuwa chanzo kingine cha misukosuko, inapaswa kusaidia maendeleo na ukuaji wa kiuchumi wa dunia, amesema ofisa huyo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.